Ni Gumzo Updates ambapo wakati vumbi la uchaguzi mkuu wa Oktoba likiwa bado halijatua visiwani Zanzibar, kufuatia kile kilichojiri kwenye uchaguzi huo ambacho chama cha ACT Wazalendo nakiita kwamba ni uchafuzi na wizi wa wazi, harakati za viongozi wa chama hicho kuwatembelea wananchi kwa, kwa nia ya kuwashukuru na kusisitiza mshikamano zinaendelea kisiwani Pemba. Leo Jumatano Disemba 17, 2025, mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman alikuwapo katika ki jimbo la Konde kaskazini mwa kisiwa hicho, akiwa na ujumbe mzito wa shukurani na matumaini. Katika ziara hiyo iliyoambatana na dua maalum ya wenyeji wa huko kwa ajili ya kiongozi wao huyo, Othman Masoud maarufu Omo aliweka wazi hatua zilizochukuliwa kati ya kufuatilia kile alichokiita haki ya uchaguzi, huku akitoa wito wa subira kwa wananchi wanaosubiri wa badiliko. Nini kauli ya mwenyekiti huyo kuhusu hali ya mambo na mwelekeo wa harakati za utatuzi wa mkwamo zinazoendelea? Msikilize hapa mwanzo mwisho kisha nawe weka maoni yako ukituambia, je, kipi kifanyike wakati huu mpasuko mwingine wa kisiasa ukivinyemelea visiwa hivi vya Bahari ya Hindi. Kwa mara nyingine tena, e, siti Wazalendo, mbona e, si ya makangale jamani? Maana nitegemea sauti ya vijana wetu watoto itakuwa kali e, siti Wazalendo. Shusha tanga. Shusha tanga. Safari. Yeah, yeah, yeah. Kina baba inaonyesha hamna safari safari. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Asanteni sana ndugu mwenyekiti wa chama chetu mkoa wa Micheweni, ndugu mwenyekiti wa chama chetu mkoa wa Wete, ndugu mratibu wa chama wapemba waheshimiwa wabunge waheshimiwa wa wajumbe wa baraza la wakilishi mnadhimu wetu wa baraza la wakilishi ndani ya baraza la wakilishi ndugu viongozi mbalimbali mbali mliopo ndugu wanachama wenzangu wenzetu kwa jumla watoto wetu nyote kwa pamoja asalamu As alaikum habari ya jioni Habari za Makangale, asanteni sana. Kwanza niungana na nyinyi tumshukuru mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kwa kutujalia uzima. Tumefanya mambo yetu mbalimbali mbali, lakini na moja kubwa hili la leo kuja kukutana. Nimekutana na wazee wetu humu ndani, viongozi wetu, na nikasema basi nipate nisalimiane na wenzangu wa Makangale. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, naomba nichukue fursa hii niwashukuru ndugu zangu nyote kwa pamoja, wana wa Makangale. Tokea kabla sijaingia kwenye nafasi ya uongozi, nilipokuja Makangale kwa mara ya mwanzo, nilipata mapokezi mazuri, nikapata marafiki, nikapata wenzangu, na nilipokuja pia kwa nafasi hizi za kiuongozi za utumishi wa chama Makangale, mmekuwa mkionyesha upendo mkubwa sana wa kuniamini na kuniunga mkono vile vile. Kwa hivyo na mimi, wanasema Waswahili mtu akipenda, akipendwa eh, hujipendekeza au sio? akipendwa na akiaminiwa, ajiaminisha. Kwa hivyo nanyie, mmenipa yote mawili hayo. Mmenipenda, e, namie nimo kwenye kujipendekeza. Ikiwa haitoshi mtanambia hapo bado, lakini mmeniamini, namie nimo kwenye kujiaminisha vile vile. Lakini niwaambie kwamba kwangu mimi makangale, katika jimbo hili la Konde ni pahala maalumu na nawapa na heshima kubwa sana, na kwa hii leo umeendelea kunionyesha hivyo. Nimekuja kwa mapokezi yenu, tumekuja kwa ajili ya kikao na wenzetu wachache, lakini wengi mmejitokeza. Yote hii ni dalili ya upendo na mashirikiano na imani yenu kwangu. Kwa hivyo nawashukuru, na, na nyinyi wenzangu kwa zawadi hizi ambazo mmenipa kuzidisha upendo wetu, kuzidisha imani yetu, na mimi ahadi yangu ni kwamba taendelea kushirikiana na nyinyi kuwatumikia mpaka lile tunalolitafuta kwa pamoja tuweze kulipata. Ndugu zangu, wakati wa uchaguzi mkuu uliopita mlinionesha tena imani yenu kubwa sana kwa kunipa kura zenu mimi na wenzangu wawakilishi pamoja na wabunge na madiwani. Lakini nyote ni mashahidi, ni kwamba bahati mbaya, na hili tulikuwa tukilisema ma, mwanzo kabla ya uchaguzi, wakati wa kampeni, kwamba wakati sisi tunajitayarisha kwa uchaguzi, wenzetu wanajitayarisha kwa wizi, kwa sababu hawana namba, hawana watu, hawana namba hawana watu, namba hazisomi. Na mara hii wamezidi kuonyesha kwamba kwa hakika hawakuwa na jinsi nyingine ya kufanya. Walichofanya ni kile walichozoea, wazoea cha kunyonga kwa kuchinja, hawezi. Sisi tunachoshukuru jambo moja tu ambalo ni kubwa, tulimwelekea Mwenyezi Mungu katika jambo hili kwamba atuvushe salama, alhamdulillah. Kwanza katuvusha salama. Walipanga makubwa, maovu, mabaya, lakini Mwenyezi Mungu katuepusha nayo. Tunasikitika kwamba yametokea kwa wenzetu, na sisi tunasema si kwa bahati mbaya, haya yalipangwa na huku kwetu pia yatokee lakini alhamdulillah, tunashukuru kwamba huku ya kutokea, lakini tunasikitika kwamba ametokea kwa wenzetu. Maafa aliyotokea si madogo kwa kweli. Kwa hiyo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeweza kulivuka hilo. Lakini la pili tunajiuliza sote, ndio yamekwisha au sivyo? Ndio yamekwisha? Sisi tulichosema ndugu zangu, viongozi wenu, ni kwamba la mwanzo, kwa miongozo tuliolelewa, ni kutafuta jambo lolote kwa njia ya amani, kwa njia ya salama. Na Waswahili wana msemo wao maarufu, anasema mwongo mwongoze. Kwa hiyo, walichaguliwa waliombwa wazee wetu wa nchi hii wenye hekima kwamba jambo hili walisimamie na wakatuita na tukaenda tukazungumza nao, tukawapa ya kwetu tulivyoyaona yalivyotokea, na sisi tunataka yafanyike kitu gani. Hii ndio njia ya kwanza, naamini sote tunaunga mkono kwamba la mwanzo tutafute jambo kwa njia ya amani. Kama wenzetu wanataka amani, tutaonana kwenye amani kama hawataki amani, sisi tutakuwa tumeshawapa fursa hiyo, tumeshatimiza wajibu wetu. Kwa hivyo kikao hichi cha leo ilikuwa ni sehemu ya kuja kuwaeleza wazee wa Makangale na viongozi tumefikia wapi katika hatua hizo. Ahadi yetu ni kwamba popote litakapofikia, sisi hatutokata kauli tutarudi tena kwenu, tutarudi tena kwao kuwaeleza, jamani, tulipofikia ni hapa, tuende mbele au tusende mbele? Tutafute njia gani sasa ya kutafuta haki yetu? Lakini tunachosema sisi, tumo katika kutafuta haki yetu, haki ya nchi hii, haki ya wananchi wa nchi hii. Hatutoka kimya kuona kwamba mtu keshaiba ndio yamekwisha aliyeiba atabaki kwamba ni mwizi. Tunatafuta namna, njia gani ya hili kuliondoa, na wizi huu mbaya zaidi, kwa sababu wizi huu unaidamirisha nchi. Wizi huu kama utaendelea, utaratibu huu kama utaendelea, leo ni serikali ndio inaua watu, kesho na kesho kutwa, tukiendeleza utaratibu huu, watu watakuja kuuana wenyewe kwa wenyewe. Hii itakuwa mbaya sana, kwa sababu patakuwa hapa na nchi tena. Ndio maana tunasema aa, turudi tujenge nchi kwa misingi inayokubalika ya kistaarabu, kama wenzetu wanavyoendesha nchi zao, ili nchi yetu hii leo tunaambia maskini. Nchi hii si maskini, nchi hii si maskini. Nilikuwa naambia wazee wetu wenzetu mndani, kuna vijinchi vidogo visiwa kama sisi wapo hapo wanaitwa Mauritius. Mauritius ni wadogo kuliko sisi, hawana rasilimali kuliko sisi, hata idadi ya watu basi ni wachache kuliko sisi. Lakini leo hivi tunavyozungumza, wakati wao pato la wastani kwa kila mwananchi ni dola elfu kumi na tatu kwa mwaka. Dola ngapi? elfu kumi na tatu kwa mwaka sisi si zanzibar na tanzania na rasilimali zote tulizo nazo wastani wa pato la mwananchi kwa mwaka ni dola elfu moja na mia mbili ukishakuwa na hivyo manake inakwambia anayefanya kazi wa serikali hoi eh. asiyefanya kazi hoi anayefanya biashara hoi eh askari hoi, mwananchi hoi, kwa sababu nchi yetu imefanywa kuwa masikini. Inawezekanaje visiwa viko huko ndani tena wadogo tu wako milioni moja na, na laki sita, sisi tuko takriban milioni mbili. Nchi ile ukubwa wake ni kilomita za mraba elfu mbili sisi angalau Zanzibar elfu mbili mia sita ukiitizama Tanzania nzima ni kilomita za mraba laki tisa na arobaini na saba elfu lakini eti wale wanatushinda mara kumi kwa pato la mwananchi wastan Ndio maana tunachosema, tutakwenda vipi mbele na wakati wenzetu hawataki kusimamia na wao wakasimamiwa, hawataki kuwa wastaarabu. Ndio tunalolitafuta nchi hii, tusifike pahala tumeasikia maafa yaliyotokea kwa wenzetu Tanzania Bara. Jamani, ni maafa si madogo, makubwa. Hawakutegemea kama tutafika pale tumefika, kwa sababu ndio tumefikishwa. Kila mtu kachoka, taabani. Sasa sisi tunasema, hebu tuirudishe nchi yetu, tusifike huko. Ndio tunachokitafuta, twende kwa amani twende kwa salamu. Na hili jamani, jukumu mmetupa sisi viongozi wenu, ahadi yetu tunalitekeleza kwa hekima, kwa uwazi, lakini kwa dhati kabisa. Sisi hatuna ujanja katika hili, sisi hatutafuti njia ya mkato. Tunatafuta nchi itakayojenga, njia itakayojenga nchi yetu. Kwa hivyo, tumesema ni wajibu wetu na hasa kwa heshima ya watu wa Makangale hapa tulipofika, tuje tuwaeleze, na ndio madhumuni ya kikao chetu. Nashukuru wamenielewa, wametuelewa, tumeelewana, tumekubaliana, na mimi nashukuru. Na nyinyi nisema, niwaambie kwa ufupi, msianze kuulizana, jamani, uko ndani kulikuwa na nini? Leo jamani, hakukuwa na posa wala hakukuwa na a, yalikuwa jambo ya la kuambiana mambo yetu, tumefahamiana tuko pamoja. Nimewaomba mambo mawili humo ndani, naomba nanyie niwaombe, wakati tunatafuta laheri, tuendelee na subra, tuendelee na subra. Na la pili, tuendelee na hili la mshikamano, kwa sababu hii ndiyo silaha yetu, hii ndiyo silaha yetu. Kwa hivyo hayo tutaendelea kuyasimamia na kadri tutakapofika, atakuja kuwaambia. Lakini tunachotaka nchi yetu iende kistaarabu. Tumechukua na hatua nyingine, nadhani mnapata taarifa zake, hatua za kisheria tulizochukua, tulizofungua kesi eh, na hatua nyingine ambazo tumechukua, hizi tutaendelea nazo, lakini hili kubwa Ndugu zangu, tutaendelea nazo na tutakuja kuambizana kati tutakapofika. Mimi nawashukuru tena kwa umoja huu, kwa mshikamano huu, naomba tuendeleze subra. Asanteni sana, nawashukuru sana e, ACT Wazalendo asanteni sana.